Ujambo mbezi mtazamaji, na karibu kwenye taarifa zetu za Internet Media. Jina langu ni Alfred. Wanafunzi wa chuo kikuu cha Maseno ambacho kinapatikana katika kaunti ya Kisumu wameandamana hata hadi kituo cha polisi kulalamikia utovu wa usalama. Hii ni baada ya mmoja wao mwanafunzi wa mwaka wa tatu kupatikana akiwa na majeraha, akiwa ameuawa katika nyumba yake. Hata hivyo, inasemekana kwamba wa usalama au maafisa polisi walilazimika kutumia video za machozi ili kuwatawanyisha wanafunzi hao ambao walikuwa wakiandamana. Hii hapa ni taswira kamili, um, jins, ambavyo jinsi mambo yalikuwa nyakati ya usiku yeusi. Hata hivyo, kamanda wa polisi amesema kwamba uchunguzi umeanzishwa kuhakikisha kwamba wanapata ni nini kilichojiri mpaka kupatikana kwa mwanafunzi wa mwaka wa tatu akiwa na majeraha na akiwa ameuawa chumbani mwake. Tutazidi kuendelea kuletea kutafutia taarifa hiyo moja kwa moja kutoka kaunti ya Kisumu, aikiwa ni chuo kikuu cha Maseno endelea kutazama Entronix Media. Jina langu ni Alfred Chiteri.